Taasisi ya Global Forest Watch imetoa taarifa zake zinazoonyesha katika kipindi cha miaka ishirini na mitano iliyopita uoto wa asili wa asilimia kumi na tatu hapa nchini umetoweka. Kutoweka kwa uoto huu kumesababishwa na shughuli za kibinadamu ikiwemo ukataji wa miti ambayo miti hiyo imekuwa ikitumika kama kuni, lakini wengine wamekuwa wakitumia kuchoma mkaa. Kando na hilo, wakati wa kuandaa mashamba kwa ajili ya kilimo ni sababu nyingine ambayo inatajwa kusababisha hali ya mambo kwenye uoto wa asili kuvunwa mno katika kiwango ambacho kinaacha mashaka. Mikoa mitano inatajwa kuathirikwa zaidi na hali hii hapa nchini ikiwemo Pwani, Lindi, Morogoro, Ruvuma na Tabora. Kulikoni hali imekuwa ni mbaya katika kipindi hicho chote lakini takwimu hizi zinakusanywa na taasisi hii kupitia picha maalum zinazopigwa kwa njia ya satellite. Naitwa Nurdin Selemani ndiye ambaye ninakualika kwenye uchanganuzi hii leo tukipiga darubini hali hii ambayo sasa inaonekana ni tishio, wakati huu ambako dunia ikipambana kufa na kupona ili kuwa na misitu ya kutosha, Tanzania ikitajwa kwamba asilimia thelathini ya eneo lake lote bado lingali na misitu ama ule uoto wa asili. Kuweza kuyajadili haya tumemwalika Dr. Ellen Otaru, yeye ni mwenyekiti wa JET. Karibu sana uh, Dr. Asante. asante sana Nurdin Suleiman. Naam, tuanzie As... hapa uh, mm, takwimu hizi kwa nyie watu ambao mmekuwa mkifuatilia mambo ya mazingira inawaogopesha? takwimu hizi sisi uh, Journalists Environmental Association of Tanzania ama chama cha wanahabari wa Tanzania ta, chama cha wanahabari wa mazingira Tanzania tumefuatilia na tunafanya miradi mbalimbali kuhakikisha kwamba tunaelewa kwanza masuala ya uhifadhi wa mazingira uh, bionwai, lakini pia uoto wa asili na kuangalia athari zake zinazotokea kwa binadamu kwa mwananchi, lakini pia kwa wanyama pori na wanyama tunawafugao tunaowafuga nyumbani kwetu, lakini hiyo yote tunaunganisha katika sekta ya maendeleo, kwa sababu umeeleza vizuri sana kwamba watu tuwa, wanakata mti miti kwa ajili ya mkaa, kuni, ujenzi, lakini pia kutengeneza mashamba hivyo vyote ni Uh, vitu ambavyo tunavyovifanya kwa ajili ya maendeleo yetu ya nyumbani lakini ya kitaifa vile vile, na kutengeneza biashara mbalimbali ili kujikimu kiuchumi. Sasa uoto wa asili ama misitu ni malighafi ambayo rahisi zaidi kupatikana na iko katika maisha yetu. Yeah, no. na mm. Kwa hiyo tunaiona na kwa changamoto kubwa la taifa mm. Mkiwa kama wanahabari wa eneo hilo, mnatoa elimu kwa kiwango gani kuwafikia hawa ambao wengine wanatenda haya pasi na kujua athari za wanachokifanya? Kwanza kabisa, sisi tunafanya mafunzo kwa wanahabari. Tutambue kwamba taarifa kumfikia mlengwa inapitia katika nyanja mbalimbali, katika vyombo mbalimbali, lakini kikubwa zaidi ni vyombo vya habari, ikiwa mm. ni habari tunavipata kiganjani kupitia simu, WhatsApp, Instagram, haijalishi lakini pia redio, luninga na magazeti ambayo ni vyombo ambavyo tunavyo muda mrefu. Sasa sisi tunatoa mafunzo yafuatayo: kwanza, tunachambua sera na mikakati ambayo serikali imeiweka, tunaiweka kipaumbele na tunahakikisha kwamba mtumiaji au mpokeaji wa taarifa hizo anazipokezwa taarifa kwa lugha anayoielewa yeye, rahisi kwake kuitumia na kuifafanua na kuielewa. La pili tunachofanya ni kuhakikisha kwamba wan, wanahabari wote wanatoa habari kwenye vyombo vyao wakiwa wamepata wamepikwa kwenye taaluma ya uhifadhi wa mazingira bioanuai, lakini uoto wa asili vyanzo vya, vya maji na pia migongano baina ya binadamu na wanyamapori, wana taarifa zote zilizokuwa sahihi kutoka kwa wakufunzi ambao wanatoka kwenye sara husika, lakini pia wadau kutoka vyuo vikuu na watu wengine ambao wanahusika katika masuala ya uhifadhi, tunafanya nao kazi. Na la tatu, kwa hiyo mwandishi akijua anaweza sasa kupeleka taarifa aliyokuwa sahihi kwenye vyombo vya habari na, naomba nihimize hapo. Hmm. Tunafanya mwandishi asitoe taarifa ya kupotosha ama kutia hofu. Tembo avamia mashamba, tembo hajavamia shamba. Shamba li, <privileges> lipo, je, binadamu wewe uliyetengeneza hilo shamba uliliweka katika njia ambapo alikuwa anapita tembo? Je, ni sahihi ulipolima? Na pia migongano baina ya binadamu na wanyamapori na natokana, umesema vizuri sana mwanzoni. Ukosefu wa misitu sasa, kama huko uh, miti imeshakatwa, tembo atatafuta chakula na atapita. Kwa hiyo tutoe taarifa inayohabarisha mwananchi ili aelewe kitu gani kinafanyika na nini anatakiwa afanye ili tatizo hilo lisijitokee na la tatu tunamfikishia sasa elimu kwa mwananchi mwenyewe. Tunaenda kwenye jamii, tunahakikisha kwamba tunaongea na viongozi wa ngazi za jamii, makundi ya kinamama, vijana, ili na wao waweze kuelewa kwa nini hivi vitu vinatokea, kwa nini tunakutana na uh, changamoto ambazo zinatokana na uharibifu wa maliasili na ukataji wa misitu. Unakuta mwanamke anapikia kuni, macho anakuwa mekundu, kifua kinamuma, watoto wote kifua kinauma kwa sababu unapopikia kuni, ule moshi haumdhuru hau mpishi peke yake. Unadhuru na jamii inayomzunguka ile mpishi kipindi pi, pale anapopikia zile kuni. Unaona? Sasa anaenda hospitali anapewa majina ya kila aina ya ugonjwa. Lakini kumbe ugonjwa wake ni moshi ulioingia kwenye kifua. Macho mekundu kwa sababu moshi umeingia kwenye macho. Tunafanyaje? Tunatakiwa kuangalia nishati nyingine ya kutumia ili kuweza kupika, ili kupunguza athari za afya kwa binadamu, hasa kwa kina mama, watoto, wazee, ambao ndio hao watu wako nyumbani, watu wenye ulemavu au wanakuwa nyumbani mara nyingi, karibu na ile mpishi. Unaona? Kwa hiyo tunafanya nini? Tunakwenda sasa kwenye jamii kwao, namweleza kwamba hii ni athari Ina, ina madhara yake. Usiangalia tu kwamba nimetumia kiasi fulani basi poti yangu itapungua nikinunua mkaa, nikinunua gesi, lakini kumbe tukipiga hesabu mkaa ni gharama kuliko gesi, sio kwenye hmm. mapishi tu bali hata katika maisha kwa sababu itabidi uende kujitibu sasa hospitali, kwa kwa hiyo hiyo hmm. hela utahitaji zaidi. Unaona, kwa hiyo vyote hivyo sisi ndio tuna tunajitahidi kuhakikisha kwamba jamii inafahamu hayo mambo kwa sababu mwisho wa siku tunamlenga mlenga Mtanzania Tanzania, na tunataka Mtanzania awe na afya njema, na tunataka kutekeleza sera ambazo serikali yetu imeweka, viongozi wetu wameweka mm, na sisi uznafanyika tutarejea kwako. Uh, Dkt. Ellen, tuende kwanza pale Dodoma, katika uh, studio zetu. Tunaungana na Karim uh, swalia mbingwa Mbingu, afisa mhifadhi, wakala wa misitu hapa nchini TFS. Karibu sana Karim. Asante sana kutoka Dar es Salaam. Naam, uh, takwimu zinaonyesha kwamba katika miaka ishirini na mitano asilimia kumi na tatu ya uoto wetu wa asili umepotezwa kwa sababu ya shughuli mbalimbali za kibinadamu. Baada ya kupata hii taarifa, je, uh, mkiwa ndio watu ambao eneo lenu hili la misitu, hatua gani ambazo mnahisi kwamba ni za haraka za kuchukua ili kuendelea kuiacha nchi ikiwa salama? Asante sana kwa, kwa, uh, kwa mtazamo huo, lakini pia jambo hilo ni hali halisi na ni ukweli ambao haupingiki, kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu, lakini pia kuongezeka kwa shughuli za kibinadamu katika maeneo ya hifadhi pamoja na maeneo mengine ya misitu. Kama unavyojua kwamba nchi yetu ina eneo la uoto wa misitu wa takribani asilimia 55 ya eneo, eh, la nchi yetu, na katika eneo hilo sisi kama wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS tunasimamia hekta milioni kumi na nne eh, kama point tano 5 hivi ambazo zipo katika maeneo ya hifadhi za misitu za serikali kuu. Uh, hali ya uhitaji mkubwa wa rasilimali za misitu umekuwa ni mkubwa, na hiyo ndiyo sababu ambayo serikali inaendelea kuchukua jitihada mbalimbali. Kwanza kabisa jitihada ambazo zinahusisha eh, uimarishaji wa nyenzo za usimamizi wa misitu, lakini hapa ninazungumzia zaidi sera ya misitu tuliyonayo, lakini pia sera ya taifa ya mazingira ambayo ni tunatolewa jipya la mwaka elfu mbili ishirini na moja na hivi karibuni pia tumeweza kuona ikizinduliwa sera mpya ya e, sera mpya ya taifa ya mambo ya nje e, toleo la mwaka 2024 lilozinduliwa mwezi wa tano na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hizi ni nyenzo ambazo zote kwa pamoja zina address au zina zimejipanga kutoa mwelekeo wa namna ambavyo taifa letu linaweza likaongeza kasi ya udhibiti wa rasilimali hizi za misitu kutokana na umuhimu na upekee wake katika mustakabari wa maisha ya mwanadamu. Mm, karimu. Lakini pamoja na hilo naam, mm. Kuna u, u, umetupa hiyo picha lakini kuna mikoa mitano ambayo inatajwa kama vinara zaidi. Nazungumzia mkoa wa Pwani, Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na Tabora. Kwa nini mikoa hii ndio inaonekana kwamba yenyewe ndio waathirika wakubwa zaidi wa hii hali? Uh, hii ni kutokana na mahitaji ya malighafi Uh, kuanzia kwenye mahitaji ya nishati uh, kwa maana ya nishati ya kupikia, maeneo ambayo na msukumo wa watu wengi yenye uh, mahitaji makubwa zaidi ya nishati za kupikia, na katika jitihada hizo ambazo nime nimejaribu kuzizungumzia hapa ni pamoja na kutengeneza mbadala wa kupunguza hayo mahitaji makubwa ambayo yanaelekezwa kwenye rasilimali za misitu sasa jamii iweze kubadilishwa, na hapo tunazungumzia mtazamo, kwa sababu kwenye hili eneo la nishati ambalo ndio ambalo linachukua sehemu kubwa sana ya matumizi au uharibifu wa rasilimali za misitu ni kwenye eneo hili la nishati, nishati ya kupikia. Kwa hivyo kama unavyoona, Mheshimiwa Rais amekuwa champion, lakini pia jitihada mbalimbali ambazo zinachukuliwa na wizara ya maliasili lakini pia hili jambo ni mtambuka kwao, linaleta wito wa taasisi zote sasa za serikali ambazo zinahusika na eneo hili la nishati kwa pamoja. Hapa tunahusisha TFS tunahusisha REA tunahusisha TANESCO ili kutukutanisha wote kwa pamoja na kusimamia mkakati wa matumizi ya nishati safi. Umeona serikali imeweka msukumo mkubwa zaidi huko kwa sababu kwa kufanya hivi tutaweza kuipumzisha au kuipa nafuu misitu yetu hapa nchini, lakini pia kuwapa nafasi wananchi kwa kuwapelekea miradi mbalimbali ambayo ni rafiki wa mazingira. TFS kwa kupitia wahisani mbalimbali wa kimataifa hapa tunazungumzia, tuna miradi mikubwa ya mabilioni ya pesa. Tuna mradi ambao unatekeleze unatekelezwa sasa hivi ni wa dola dola milioni 5.8 kwa ajili ya kurejesha e, hali ya misitu kutoka katika maeneo ambayo yameharibiwa sana. Hizi ni moja ya initiatives au jitihada ambazo zinachukuliwa ili kuweza e, kukabiliana na hiyo changamoto ambayo tusipokuwa makini inaweza inaweza ikahatarisha hali ya rasilimali zetu mm. Lakini jitihada ni kubwa sana, okay. Jana jana tulikuwa Shinyanga, jana tulikuwa Shinyanga katika siku ya jangwa, maadhimisho ya siku ya jangwa duniani mm. Yote hii ni kujenga uelewa kwa wananchi kuhusiana na madhara ya kuharibu rasilimali za misitu na kutokana na upekee na umuhimu, jamii iweze kuelewa mm. Kuhusu e, hatima hatima maisha yetu, kwamba inategemea rasilimali hizi okay. Kwa hivyo kwanza kabisa ni eneo la uelewa, kuendelea kujenga uelewa kwa wananchi mm, ili jambo hili liwe ni la pamoja kwa wote, asibaki mdau yoyote katika kampeni hizi za utunzaji wa mazingira na uhifadhi wa misitu mm. Karibu hapo hapo hata katika usimamizi naam, mm. Hapo hapo karibu tume, tumegusia hilo eneo uh... E, mojawapo ambalo umesema ni matumizi, watu wanatumia kama nishati na ndio maana watu wamekuwa wakiendelea kukata miti, wengine wanatumia kama mkaa na wengine kuni, lakini kuna hawa ambao wanakata magogo na imekuwa ni biashara yao. Hawa nao tunaweka kwenye kundi gani? hmm. uh, asante sana. kama ambavyo inapaswa kueleweka kwamba nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa sheria na sekta hii ya usimamizi wa rasilimali za misitu inasimamiwa kwa mujibu wa sheria. Tuna sera ya taifa ya mwaka 1998, tuna sheria ya misitu ya mwaka 2002, lakini tuna kanuni za mwaka 2004 ambazo zinaelekeza eh, matumizi endelevu endelevu ya rasilimali za misitu. Sasa kwenye matumizi endelevu za rasilimali za misitu hapa tunazungumzia kipengele kinachoitwa uvunaji endelevu wa rasilimali za misitu, kwa sababu hizi ni rasilimali ambazo kwa namna moja au nyingine zinapaswa kutumika kwa matumizi mbalimbali. Hata mbali, wewe utakuwa ni shahidi, inawezekana nyumbani una kitanda e, kilichotokana na mbao. Sasa sisi tunachokifanya kupitia miongozo inayotolewa na serikali tunataka yule ambaye atavuna hiyo miti atavuna hayo magogo basi awe amevuna kutokana na miongozo ya kisheria iliyopo ambayo inahusisha kujiridhisha, kujihakikishia madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na uvunaji huo, lakini uvunaji wa mazao hayo ya misitu ufanyike kwenye misitu ambayo, au miti ambayo ipo tayari, na ndio maana tunahimiza pia wananchi kuwa na mashamba yao ya miti kama ambavyo serikali inamiliki mashamba yake ya miti hivyo na wananchi wao wamiliki pia mashamba ya miti. Mwaka huu tumefanya maazimisho ya kitaifa ya misitu kule Njombe, wananchi mm. kule Njombe wananufaika sana na upandaji wa miti. Kwa hivyo uvunaji wa magogo uwe ni ule ambao unahusisha taratibu za kisheria zilizowekwa, ambazo taratibu hizo zinatuhakikishia kwamba tukivuna sasa basi tuna uwezo wa kutumia mali ghafi lakini tukabakisha kiwango ambacho e, kitatusaidia pia baadaye kwa sababu huu ni urithi, hii ni mm, hazina ambayo sisi tumeikuta kama taifa hususan okay, kwenye eneo la misitu ya asili kama mm, miombo ambayo inachukua asilimia tisini na tatu ya sehemu ya misitu tuliyonayo hapa nchini. Kwa hiyo ndio maana tunaendelea kutoa elimu ili wananchi wasianzishe mashamba katika maeneo ya misitu, lakini wasikate miti ovyo lakini pia wasiingize mifugo, na badala yake tunahamasisha matumizi ya ranchi za taifa ambazo ni maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uchungaji wa malisho ya mifugo, lakini pia kuendelea kushiriki katika kampeni za upandaji wa miti. Mm, tutarudi kwako kwa Karimu ambayo asante mm, uh, sana. tutarejea kwako kwa, uh, Dkt. Ellen tumemsikia uh, Karimu ambaye ni afisa mhifadhi kutoka wakala wa misitu nchini TFS akitupa picha ya hali ya mambo ilivyo kwa sasa. Tunafahamu dunia ipo kwenye biashara kubwa ya hewa ya ukaa, ambayo moja ya eneo linalosisitizwa ni upandaji wa miti na kuwa na hiyo misitu hii. Hali kama tukitilia nguvu, inaweza ikatusaidia kuondokana na hili janga ambalo tunaliona linatunyemelea. Naomba unasa... urudie swali mwisho kabisa, mtandao ulikuwa sio clear. Okay, nasema dunia hmm. kwa sasa inapambana kuhakikisha kwamba biashara ya hewa ukaa inaendelea kuwa inakuwa zaidi na katika hmm. eneo hili, moja ya jambo ambalo linafanywa ni watu kusisitizwa kupanda miti na kutengeneza hiyo misitu. Iwapo tukitia nguvu kwenye ile eneo, tunaweza tukajiepusha na hili janga ambalo linaonekana linatunyemelea. Nitajaribu kujibu swali kwa sababu sijasikia mwisho, lakini nita kwa sababu nimekuelewa kuhusu masuala ya biashara ya masuala yote ya uhifadhi wa misitu, kupanda misitu, lakini pia biashara ya hewa ya ukaa hmm. hii ni dunia nzima sasa hivi inajifunza na inaendelea kuangalia, je, inatakiwa kufanyika nini. zima uh, unajua, tunapoangalia hewa ya ukaa tusikimbilie moja kwa moja kwamba sasa nitapata pesa, lakini kabla kupata pesa atapata faida gani? Hiyo ndio kitu muhimu zaidi kukiangalia kwa sababu tunahitaji kupanda miti, lakini miti tunayopanda tunapanda katika eneo gani? Je, ni sehemu ambapo inastahimili maji au ni ukame? Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia pia hiyo, uh, uh, prosija iwe inaendeana na miti ambayo itavumilia ama itastahimili ardhi katika eneo husika. Sasa hapo ndo itakapompa yule mkulima au wale wanakijiji itawapa faida, kwa sababu wataweza kuhakikisha kwamba miti inaota na inastawi, na ni kitu ambayo au ni seme, ni mchakato ambao duniani bado tunaendelea kujifunza kujifunza kwa wenzetu. Tuna tumesikia kutoka kwa wataalamu katika nchi mbalimbali ya Marekani ya Kusini, lakini pia Marekani, lakini pia tumesikia wataalamu kutoka India. Katika sisi, katika chama chetu tunafanya kazi na binafsi kwa kweli, mimi pia ni mimi ninawakilisha vyama visivyokuwa vya kiserikali barani Afrika katika Umoja wa Mataifa wa kutokomeza uh, uharibifu wa uh, misitu yani desertification, the United Nation Convention for the desertification uh, kwa hiyo niko kwenye panel ya wadau wa, na, wa, wa ambao sio uh, ni vyama ambavyo sio vya kiserikali. Sasa katika kujifunza kwao pia kwa pamoja barani Afrika na wanzangu kutoka Asia, tunaona huu ni mkakati ambao ndio unaweka kipaumbele. Na kwa nini? Kwa sababu inafanya angalau kuleta hamasa kwa wananchi kubadilisha tabia zao za kukata miti, kubadilisha mtazamo kwamba mti ndio kitendea kazi. Tumesikia kwamba tunatumia miti kujenga, vit, kute, kujenga nyumba, kutengeneza vitanda, kutengeneza miundombinu mbalimbali mbali. Lakini je, tunapoikata hiyo miti tunapanda na hmm, kutambua kwamba miti inapanda baada ya miaka mingapi ili uweze kuvuna na kuifanyia kazi. Okay. Kwa wenzetu wanakata miti kila miaka tisini na tisa sasa pale tayari unapata kitu ambacho unaangalia hewa ya ukaa, lakini mm, je kwetu tunaweza tukafikisha uvumilivu huo? Unaona, kwa hiyo hiyo ni muhimu okay. Na kitu kingine naomba nigusie. Mm, unapoona misitu inapotea, tuwe pia tuangalie pia mabadiliko ya hali ya hewa hasa nikiangalia mikoa iliyotajwa Pwani, Lindi, Ruvuma na Tabora. Pamoja na kwamba kuna uh, kazi kubwa imefanywa na binadamu ama na wananchi ambao wako katika maeneo hayo, lakini pia tuangalie kipindi cha miaka mitano, je, uharibifu hata miaka kumi, tuangalie, kulikuwa na mvua, uharibifu wa mvua ambao ulitokea, kulikuwa na El Nino, kulikuwa na mafuriko mbalimbali mbali, lakini pia baada ya hapo tulikuwa na ukame wa muda mrefu ambao umepelekea hata wafugaji kuhama kutoka mikoa yao kwenda mikoa mingine. Kwa mfano tukiangalia kwenye mkoa upande wa Ruvuma mpaka Mtwara, huku chini kusini mwa Tanzania, tunaona siku hizi wafugaji wameongezeka, ambao ikwepo no. unaona. Kwa hiyo okay. wafugaji mm. wanatoka Mwanza wanatoka huku Arusha wanakwenda kutafuta ardhi kusini mwa Tanzania, njiani wanakata miti, unaona. okay. Kwa hiyo hiyo pia ni changamoto kwamba kazi zingine za kibinadamu zinachangia uharibifu wa miti kutokana na kwamba wanatafuta njia ya kupita, wanatafuta uh, kujenga ngome za, wa, za mifugo, lakini pia kuhakikisha kwamba wanamiliki mashamba, wanamiliki ardhi, kwa hiyo nakata uoto wa asili. kwa hiyo timu inabaki kuwa ni muhimu sana Okay. Mm -hmm. Sawa, wakati wetu tunatukimbia kweli kweli, karibu kwa maneno machache sasa, nini ambacho uh, kama TFS mnakifanya kuhakikisha kwamba miaka 25 ijayo tusiwe na uh, kiwango kikubwa namna hiyo cha upotevu wa uoto wa asili asante sana uh, kwanza tunaendelea kuhamasisha uh, wananchi kutunza maeneo ili waweze kunufaika kupitia biashara ya hewa ya kaboni, hewa ya ukaa na labda ni katika kuongezea kutoka alichochangia mzungumzaji aliyepita, tayari kuna baadhi ya maeneo hapa nchini na tayari yameshaanza kunufaika na biashara hii ya hewa ya kaboni. Tunazungumzia wilaya za Tanganyika, e, kule mkoa wa Katavi na maeneo mengine yanaendelea kuhamasika e, kutunza misitu yao, kuhifadhi ili sasa kuweza kuingia mikataba na mikataba hii inalindwa kwa mujibu wa kanuni ambazo nchi yetu kwa mara ya kwanza e, tumeweza kwenda kuwa na kanuni hizi kupitia ofisi ya makamu wa Rais Mazingira, kwa sababu kanuni hizi hatukuwa nazo kunyuma. Kwa hiyo biashara ya hewa ya kaboni ingeendelea kuwa historia, tunaisikia tu kutoka mataifa ya nje. Lakini sisi pia kama TFS tunaendelea e, kutoa elimu, kuimarisha udhibiti na ulinzi kama nilivyokuambia Nchi yetu ina eneo la misitu takribani uh, hekta milioni 48 na TFS inasimamia hekta milioni 14.5. Unaweza kuona kwamba bado kuna eneo kubwa ambalo lipo nje ya usimamizi wa TFS na eneo hilo, kwa kutokuwa na usimamizi madhubuti hmm. eh, limekuwa likiingiliwa kwa wepesi zaidi. Sasa nadhani ni wakati sahihi pia serikali kuona kwamba e, tunaweza tukawa na mamlaka kamili ambayo kwa kweli itakuwa tayari kuchukua lawama e, ya usimamizi wa misitu kwenye maeneo yote ya nchi nzima okay. E, badala ya hali iliyopo sasa okay. Kushukuru sana uh, Karim uh, ni Karim ya San, Mbingwa afisa mhifadhi, wakala wa misitu Tanzania, TFS ambaye tumeungana naye akiwa katika studio zetu za pale Dodoma hii leo lakini hapa Dar es Salaam kupitia njia ya teknolojia tuliungana na dr Ellen Otaru, mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari wa mazingira maarufu kama JET. Nawe ni kushukuru sana dokta, asante na, na kwa nafikia tamati ya uchanganuzi hii leo. Tulikuwa tukipiga darubini kuangalia nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kutunza misitu yake kwani ripoti ambayo imetolewa na uh, taasisi ya Global Forest Watch inaonyesha kwamba Tanzania imepoteza asilimia kumi na tatu ya uoto wa misitu katika kipindi cha miaka ishirini na mitano mikoa mitano ikiwa kinara, maana yake ni Pwani, eh, Lindi, Morogoro, Tabora na Ruvuma. Na kwa nukta hiyo, nafikia tamati ya uchanganuzi. Ninaitwa Nurdin Selemani, kutakia tutazamaji mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea na uwe na usiku mwema.